Uh, vimetokea vitu vingi, lakini kwa upande wangu napenda niseme namshukuru Mungu sana kwa sababu uh, mpaka mwaka unaisha natujua kama tunaweza kuiona kesho, kwa sababu tunakuwa tuna matumaini kuyona, na, so, yeah. and, uh, go, kip, ya kuiona tunaamini tutaenda kuvuka. So kitu kikubwa ambacho namshukuru Mungu kilicho natokea ndani ya mwaka ishirini na tano yeah. ni zawadi ya pumzi na uhai, sijapata tatizo la kulazwa sijakumbwa na kitu ambacho kikanifanya nikawa nime maybe nime stuck tu kitandani, sijui na nini. Kwa hiyo naweza nikaa kwenye hali ya kitu kikubwa sana ambacho kimetokea kwenye mwaka huu tangu Januari mpaka Desemba, ni kitu ambacho tunasema ni upendeleo. Watu ni wengi, tukienda hospitali tunashuhudia vitu vingi vinatokea. Pia uh, nimefanikiwa kupata marafiki wapya ambao tunashirikiana katika vitu mbalimbali as a family. <coughs> Yani, vitu viko vingi, mpaka ni, ni kipi ya mwaka mzima kitafanyika mpaka inakuja kufikia dakika za mwishoni, sababu imefanyika Disemba a hatuoni matumaini lakini by the God of grace, yani kwamba watu walikuwa wanaamini mkubwa mwenyewe mpaka dakika ya mwisho, kitu ambacho tumefanikiwa kwa asilimia mia moja. Mkono tulienda wenyewe na alishika mkono, mtu anaenda mmoja wawili, lakini kitu ambacho kilipaniwa A, vijana mnapokuwa vitu vingi most of time percentage kubwa watu wana plan vitu lakini vinakuwa havi succeed, lakini sisi tulifanikiwa so, hiyo ni moja big sai familia yangu ipo wazima elimu yangu so, katika vitu vyote vinazunguka 2025 was the best year um, challenges zipo lakini unajua challenges zinakuwa common. Mm. Naweza ngakwambia financial, lakini sasa nikisha sema financial nimetumia njia gani maybe ku kujikwamua au kutumia njia gani hiyo, nikaa nikaweka financial katika stability mm. So challenges not, sipendi kuziongelea zile ambazo ziko common. At least maybe ningesema nilipata ajali nikafanya nini, hiyo ndio naweza kuweka ka big challenges, lakini yes.